Yes, kwenye usiku wa uh, JP na mmoja kati ya watangazaji maarufu kabisa Aaliyah ameweza kufika hapa kutoka Wasafi, na by the way umependeza sana Aaliyah. Aaliyah, oh, really? Yeah, umependeza sana. Thank you. <laughs> Jamani, eh, mpaka chini, Aaliyah, mpendeza, mpaka chini chini jamani ungependeza Aaliyah umependeza, hey, sana tushuti mpaka chinijamanpendepkcha gauni imeandaliwa muda gani jamani? Yaani huwezi amini imeandaliwa mm. Um, I think, not not more than five days, yeah. y okay. last week and so, najua kuna promotions hapa na pale, kwa hivyo sometimes kuna vitu vingine tunafanya last minute, minuh salon shoe design of course, ambaye ndo ameweza kudesign hii dress faster faster chap chap. Yeah, okay. so I was speaking about Juma Jux na Priscilla, awa ni watu ambao pia unafanya nao kazi. so speaking about Jux Uh, tofauti na kazi ambazo pia unafanya nazo ushikaji wako ukoje so far? Um, okay, so on a personal level, mimi sifahamiani na any of them, um, zaidi ya kazi. Jux ni msanii, mimi ni mtangazaji na ni mtangazaji wa kipindi kikubwa tu cha Entertainment The Switch, kupitia Wasafi FM, so tunafahamiana kikazi zaidi, you no know, akiwa kama msanii na nikiwa kama mtangazaji that's it. Okay. Yeah. Alia, ume, ume host red carpet nyingi sana. Ya leo umebarikiwa bana, leo wa Nigeria wamepita red carpet pia. Tofauti kubwa hasa ulioiona unawafanyia Wabongo, unawafanyia Nigeria pia, kitu gani ambacho umekinotice ni cha tofauti? Um, hakuna tofauti kubwa zaidi ya accent. Okay. <laughs> Yeah, but anyways, aside from that, hakuna kikubwa, you know. Um, napenda pia kutoa pongezi kubwa sana kwa celebrities wetu Tanzania. Unajua katika red carpet back back back in the years kipindi tunaanza ilikuwa a bit dull, ilikuwa kidogo mtu akija ajachangamka na nini, lakini siku hizi tume advance, siku hizi watu wanachangamka kwenye red carpet. Hakuna tension ya kumfanya mtu asi zungumze kwa uhuru, kwa hivyo so far sijaona um, utofauti mwingi au mkubwa sana zaidi ya Kiingereza, huku tunatumia Kiswahili sana, so yeah, yes. Aaliyah, Aaliyah ni harusi ya star gani mwingine ambayo unatamani sasa hata red carpet ukae wewe master master, wote wote? Oh, uh, yeah <laughs> okay. Sasa ulichukuliaje ile baada ya kuona mashamsham pale wake ma, na Juma wanakuataki namna ambavyo pia mnazungumza na nini na zini, uliona uli ile hope ilaopa epiasa Nimeiona yani Juma. <laughs> Yani Juma bwana, mimi you know I don't know, lakini like, ndo hivyo at the end of the He's my baby. You know, ni ni mtu wangu wa karibu sana. And by the way, Juma ni mtu poa sana sana. Sana. So hivi ni vitu tu vya utani na nini ambavyo huwa tunataniana. And sio tu pale kama mmeona kwenye kipindi. Hata akitoka off mic tukikutana huko chini yani baada ya kushuka kwenye kipindi yani lazima nipige nalo. Yani yeye kwa JP 2025. JP 2025. Sasa tuseme nini? Jamani ndio inaitwa hivyo. Yeah. Aaliyah, uh, kuna siku na tamani kuwa na harusi kama hii ndoa kubwa kama hii ambayo ina, inaenda nchi mbili, Nigeria imefunika, Bongo pia inafunika. Unatamani harusi ya namna hii? I'm too lazy for that <laughs> why now? No. Sitamani kiukweli, wala ni siwe mnafiki. Um, hakuna mwanamke ambaye hatamani ndoa. mm -hmm. Kila mwanamke anatamani siku moja na yajikolewa. Are you married? No. No. Are you? Mm -hmm mnatamani, si ndio? One day na nyinyi mje muolewe umwe mke wa mtu umwe na watoto hivyo, lakini mimi pia niko hivyo, ila sitamani we something big, yani sherehe kubwa ya tu hapana. Mm. Yes, kiasi kwamba inaweza nikaolewa na mnaweza pia msijue. <laughs> <laughs> unatamani kuolewa na star? kuna kuna, kuna, kuna pengine kuna watu wengine walishajaribu ku approach labda pengine kuingia kwenye ndoa mtu labda alishakufuata inatokea. mm. Kama mwanamke kama msichana kama binti ambaye tayari umeshakuwa, you know I'm in my 30s juzi nimefikisha miaka 30. Hongera sana. Thank you very much. So definitely vitu kama hivyo yeah. ni kawaida kutokea, sema tu unakuwa bado haujampata yule mtu sahihi, lakini pia sometimes inakuwa muda sahihi bado haujafika um, tutakuwa wote ni mashahidi kwa Jux na Priscilla. Jux has been in couple relationships and amekuwa katika mahusiano tofauti tf -tf tofauti kwa muda mrefu pia mm -hmm. Lakini Priscilla naweza nikasema ni um, mwanamke pekee ambaye tumeshuhudia Jux amekuwa naye kwa muda mfupi sana mm -hmm. and hapo hapo ndoa mm -hmm. wameoana. Yes. So hii inamaanisha kwamba kila kitu huwa kinatokea at the the right right time with the right person. Mm -hmm. Okay. Yeah. Ndoa uh, mahusiano ya mastaa wengi sana, mm -hmm. yanakuwa na pressure sana kwenye mitandao. Kwako wewe plani yako labda pengine umeplani, mimi nataka kuingia kwenye mahusiano na mtu normal ama star? No, just a normal person, a normal person. Okay, um <laughs> I know, utanifunga <laughs> na hii clip. Ogopa Mungu na mitandao. Yes, Mungu, lakini no, lakini uh, nachomaanisha ni kwamba sasa hivi ukiniuliza, kwa akili yangu ya sasa hivi ntakuambia hapa <laughs> lakini lakini nitakwambia hapana, mtu maarufu hapana, hapa um, kwa sababu hata mimi natamani siku moja niwe niishi maisha tu ya kawaida <laughs> ya mtu wa kawaida ya kutokuwa recognize. sina umaarufu huo, sina umaarufu huo wa kusema kwamba umaarufu mzigo as you saying, sina umaarufu huo, lakini pia um, Sometimes you're not free kufanya vitu vingine au you know in a cause, ukifanya kitu kidogo inaweza ikaleta tension kubwa sana so natamani siku moja itokee hivyo, sawa yeah. Aaliyah, uh, maisha ya mtandaoni kuna kuwa na negative na positive effects wao. umeshakuwa mtandaoni umeshakuwa maarufu muda mrefu. Priscilla sasa ameolewa na superstar kutoka Tanzania, unadhani anaweza kweli kuhandle mikiki mikiki ya mashabiki huko mtandaoni ama unamshauri nini? Come on, Priscilla Priscilla is a star. You know, before I talk kukutana na Jux, um, Priscilla ni ni moja kati ya waigizaji uh, wakubwa tu Nigeria. Familia yake, familia yake anatoka kwenye familia pia ki star. Mama yake ni mwigizaji mkubwa sana Nigeria kama unafuatilia. So, I don't think kama kuna chochote kigeni, lakini pia wa Nigeria na wa Tanzania mitandaoni tuko draw. Yani tunafukuzana. Sijui unaelewa. I don't think kama kuna kitu kigeni sana kwake yeye. Sema tu um,

Nilikuwa na hoji wasanii wengi hapa red carpet, na kila mmoja alikuwa anasema wamweke Mungu mbele, wa hakikisha wana, you know wana focus kwa wao tu wenyewe, and that is the same advice nitampa Priscilla. As long as God umemweka mbele kwenye maisha yako, then vitu vingine is just by the way, kwa sababu pia namuelewa yeye, kuja kuhama familia yako kwenda nchi nyingine ya kigeni, unajua it's so hard. So for her namuelewa, lakini asibadha na watu yeah. yeah. alia neno lako zuri usiku wa leo JP

na kila mmoja alikuwa anasema wamweke Mungu mbele, wa hakikishe wana you know wana focus kwa wao tu wenyewe, and that is the same advice nitampa Priscilla. As long as long God umemweka mbele kwenye maisha yako, then vitu vingine is just by the way, kwa sababu pia namuelewa yeye, kuja kuhama familia yako kwenda nchi nyingine ya kigeni, unajua it's so hard. so hard for her, namuelewa, lakini asibadha na hao watu abahawwa yeah. Yeah. Aaliyah, neno lako zuri usiku wa leo, JP 2025 ooh